Mi naitwa Rose Masesa ni dada mkubwa wa Mheshimiwa Tundu. Tundu ni mdogo wangu wa nne kutoka kaka yetu mkubwa firstborn ambaye sasa hivi alishapumzika, anakuja yule Mheshimiwa uh, Alute wakili watatu, ni mimi katika kuzaliwa, na professionally mimi ni mwalimu mstaafu lakini ni mchungaji sasa hivi. Nafikiri kila mtu anaona jinsi anavyojipambana, anajitetea, na ni kwa sababu hana hamna kitu ambacho amekifanya kilicho kibaya. Sisi tunatamani kuona kwamba serikali, Mheshimiwa Rais ana ile justice anaitoa. Mimi nafikiri ni yeye ndio anayetakiwa kusema kitu kwa sababu she has been so quiet kwa muda wote. Tundu ameletwa, ni kiongozi, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Nafikiri Mheshimiwa Rais alikuwa anapaswa nae kuonyesha ile justice, kuonyesha ule utu, kwamba unamweka mtu ndani na mnajua kabisa kwamba hana kosa lolote. Yeah, political whatever issue lakini tunaamini hivyo, kwa sababu ukienda kwenye uhalisia, Tundu sio sio mhaini haja, hajawahi kufanya kitu chote against serikali yake na taifa lake. Amekuwa akipigania haki miaka yake yote akipigania. Namfahamu Tundu, ni mdogo wangu, nimembeba mgongoni, nimemlea so namjua mapambano yake na anavyopigania haki. Najua ametumia maisha yake yote ametumia maisha yake yote kupigania haki yeah. Kwa mfano kuna cases nyingi tu ambazo zinaonyesha wazi kwamba yeye ni freedom fighter, he is a freedom ni activist wa human rights activist, amejitahidi akitoa muda wake wote na nguvu zake zote na uwezo wake, wake elimu, wa kielimu kupigania Watanzania wakati akiwa bungeni. Unaona hata argument anazozitoa bungeni, mtu kama huyo hawezi kutegemea we mhaini. Anakuaje mhaini, wakati anatumia muda wake mwingi kupambania Watanzania na dunia nzima inajua ni mpambanaji wa haki za binadamu na anapigania Watanzania. Mi naomba yeah, okay, serikali tunapoongea habari ya reconciliation zile 4R, rais aseme kitu, where is her 4R? Na mimi kama, kama, kama Mtanzania Sio kama dada tu wa Tundu, kama Mtanzania. Nimesema mi ni mchungaji ambaye tunafundisha watu maadili. Mama Samia ni mtu wa ibada, ni mtu wa Mungu, ni mtu anaonyesha, ni mtu wa dini. Where is that for ara? tunataka kuona zile for ara za mama reconciliation. Where is the reconciliation? Na unafanya reconciliation na nani? That is another question. Kama umemweka mkiongozi mkuu wa upinzani ndani and then you are talking of reconciliation, huyu amechukua sehemu kubwa ya watanzania ambao wako nyuma yake unafanya reconciliation lazima mtoe kiongozi wao ndani, so that you can sit on the table. Kwa mimi nasema, namwomba mama pamoja na serikali yake wafike mahali waone kwamba kweli we want peace in the country. Tunataka kuona amani Tanzania, Tanzania yetu ambayo tunaimisi. Sasa mimi sikutegemea maishani nchi hii itafikia hapa ilipofikia, sikutegemea. Tumeza almost 70 now na miaka 69 lakini sikutegemea tutafika nchi tunaogopana, tunakimbia, tunafanya nini? We, yani huamini mtu yeyote. Tumekuwa kama digidigi tu mbuk, kwenye mbuga za wanyama wa Tanzania, they are never never happy again, they are never safe there yeah. Ndivyo tunavyoishi sasa hivi. Sasa mama, mimi kwanza niseme kama mwanamke, mama Samia naomba ipate hii message. Alipoingia madarakani, I was one of those women who were happy. Nilifurahi nikasema, oh, sasa nasi wanawake we can eh? nikampa zile eh, sifa zake kwamba mama, na akaja na 4R. Tukasema sasa tunarudi, tunaonyesha dunia kwamba na si wanawake tuna nini, tunaweza. but what happened? tunaonyesha dunia kwamba na si wanawake tuna nini, tunaweza. but what happened? Hey, inaonyesha kwamba sasa wanawake <laughs> sijui kama tunaweza tena, ametushusha chini whoop eh tumeshuka ile morali na ile kujivuna kwamba tunaweza. Na mama alikuja kwa nguvu, sijui nani aliyemshauri akabadilika namna hiyo. So I would want her kurudi kwenye nafasi yake, asikubali tena hivi vitu vinavyofanyika virudie tena, amtoe Tundu na wengine wote ambao wamewekwa ndani bila sababu ambavyo vimefanya nchi yetu imechafuka kwa kiasi kikubwa namna hii. Wawe released ili tukae chini, hizo reconciliation ifanyike na watu wawe huru, watu waenjoy freedom katika nchi yao. Wanasiasa wafanye siasa, siasa zao kwa huru kwa amani. Pia Tundu sio mchokozi. Unajua, mtu ambaye yuko very, very clear, yuko very straightforward. Mtu wa namna hiyo unatakiwa pia ujue how to go about him, eh, kwamba reconciliation ifanyike, na Tundu hawezi kutaka reconciliation ya pembeni. Anataka kitu cha wazi ambacho kitabenefiti watu wote, kitabenefiti kita serikali ta benefit pia raia, watu wote waone kwamba ni kweli it's a true reconciliation yeah. Kwa kipindi hiki ambacho mm, tunyuti kuna hali ya familia, yeye dada zake, kaka zake, pamoja na mke wake na bana watoto, tuko stable. Mimi niseme kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sisi wote bahati nzuri ni familia ambaye kwanza ina mawakili wengi kwenye familia yetu, mawakili wengi na kidogo watu wameenda shule kwao, tunaelewa what is fighting for tunajua anapigania nini na tuko stable, kwa maana tunaamini pia kwamba atatoka, atatoka kwa sababu hamna kosa alilofanya. Lakini pia tuna, tu, eh, watoto kweli walikuwa shaken kidogo, hata watoto wako nje na hawajamwona bado, na wanajua kesi inayomkabili ni nzito namna hiyo, lakini kidogo wanakuwa stable sasa hivi japokuwa sio sana, mpaka uone baba anatoka, si ndio? Kwa hiyo mimi ninaendelea kusema kwamba naiomba serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan waone kwamba wakati umefika kama ni kuiponya nchi bila Tundu kutolewa nje, nchi uponyaji utakuwa mgumu, utakuwa mgumu kwa sababu hii. Ana watu wengi nyuma yake, ana chama cha upinzani kiongozi, na anapendwa na wangetamani kumwona yuko nje. Nafikiri hata kwenye CCM wako wengi tu ambao hawaoni wai, kwa nini Tundu yuko ndani mpaka sasa hivi. Wako wengi wanaotamani kuona reconciliation ya kweli ili mama atawale pia kwa amani, kwa staili ya natawalaji, it's difficult mm. Yeah. <coughs> <coughs> Naitwa Rose Masesa mchungaji.